Familia ya msanii wa hip hop wa Tanzania uh, Chid Benz ipo katika majonzi makubwa kufuatia kifo cha mama yake mzazi Bi Hawa kilichothibitishwa kupitia taarifa iliyotolewa na liotolewa rapa huyo. Uh, niko hapa kukujuza machache uyafahamu kuhusiana na Bi Hawa ambaye ni mama mzazi wa Chid Benz. Lakini kubwa zaidi, Chid Benz ambaye jina lake halisi ni Rashidi Abdalla Makwiro ni mtoto wa wa pili katika familia yao yenye watoto wawili na kwa mujibu wa waliomfahamu mama yake alikuwa nguzo muhimu katika malezi na makuzi yake. Akiwa ni mzaliwa wa mkoa wa Iringa, Bi Hawa alikuwa mtumishi wa umma, alitumikia serikali kwa uadilifu na nidhamu kwa zaidi ya miongo minne. Uh, kabla ya kuajiriwa serikalini alipitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT, hatua iliyomjengea msingi wa nidhamu na uwajibikaji katika maisha yake ya baadaye ya kazi. Alianza utumishi wake serikalini miaka 1974 na aliendelea kuhudumu hadi pale alipostaafu mwaka 2016. Wakati wa kustaafu, alikuwa akifanya kazi katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambako alihitimisha safari yake ndefu ya utumishi wa umma. Kwa takriban miaka arobaini na mbili ya kazi, Bihawa alishuhudia mabadiliko mengi ndani ya mfumo wa utumishi wa umma na taifa kwa ujumla, akibaki kuwa mfano wa bidii, uvumilivu na kujitolea. Kifo chake kimeacha pengo kubwa, si tu kwa familia yake, bali pia kwa wale wote waliomfahamu kama mama mlezi na mtumishi mwaminifu wa serikali. Hayo ni machache ambayo wameyafahamu kuhusiana na Bihawa ambaye ni mama mzazi wa Chidibenzi, Rashidi Abdalla Makwiro. Mnyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Ina lilahi wa ina lilahi la jioni. Pole sana Chidibenzi kwa kuondokiwa na nguzo yako muhimu. Hapa 69mdtz tunakupa pole nyingi sana na kukutakia kila la hili katika maombolezo haya, na Mwenyezimungu aweze kukupa ndoho na nguvu ya kuhimili pigo hili na mtihani huo mkubwa. mimi ni endelea kufuatilia kupitia Media TV. Subscribe, bonyeza alama ya kengele.